Mambo vipi mdau? Karibu kwenye channel yetu Gista Tech. Leo nimekuja na tutorial mpya na leo naenda kuwaelekeza ni namna gani unaweza ukatumia VLC kuplay miziki yako. Hii imegusa sana watu wa iPhone. Watu watumia iOS. Maana yake ni kwamba iPhone yenyewe imezuia mifumo ya watu kudownload nyimbo kupitia Google na kuweza kusikiliza kwenye simu kwenye simu zao Lakinini leo naenda kuonyesha njia rahisi sana ambayo unaweza ukatumia kusikiliza miziki aina mbalimbali kupitia simu yako na ukaweza kudainu kupitia Google. Hivyo basi, bila kupoteza muda wacha tuanze video yetu. Okay guys. Tuanze zoezi letu. Kama hapo unavyoona, kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye App Store yako hapa app store. Ya app store ya tegemea na spidi yako ya intaneti itafunguka. Ikishafunguka itakuwa na mwonekano kama huu hapa. Inaweza ikawa tofauti, kwa sababu kila siku anapicha picha na mageni na application mbalimbali. Kwa hiyo utakuja kwenye search utakuja kwenye search utakuja juu hapa utaandika VLC ukiandika tu VLC itakuja yenye VLC media player ya kwanza utaigusa. Kisha itafunguka. Utaigusa tena hapa. Na mimi ni watu wa iPhone wanajua wanaelewa drill, nisha ku download. Uta download VLC mimi nilisha download. Kisha i download VLC yako, una utaifungua, utaifungua the first time, kisha ifungua ita load, kisha load, maana hapo sasa itakuwa tayari chakuwa tayari utafungua settings. Settings yako utashuka chini mpaka kwenye app, kwenye app utashuka chini tena utatafuta application ya Safari. Ingia kwenye, kwenye Safari, hii ni browser. Na shauri nitumie Safari kwa sababu iko direct. Utakuja utaenda, utashuka chini tafute download, download wapi? Hii hapa general. Kwenye general, kuna downloads tabusa hapa kwenye downloads itakuwa kwenye mfumo iCloud Drive. Ili kuweza kuruhusu sasa, unapo download muziki ingie moja kwa moja kwenye VLC, itabidi uje hapa kwenye other, fungua hapa other, tafungua other kibak. Ukirudi kwenye main page yetu, utafungua my phone, my iPhone, my iPhone afuta usa VLC Ukigusa VLC maana yake sasa hapa utakuwa umeruhusu, na utaopen. Baada ya ku open, utarudi utafungua utafungua page yako ya Google kupitia safari browser. Utaangalia sasa ku unatumia application gani au website gani kudownload sasa, na nashauri nitumie. Kwa hiyo kama mimi hapa natumiaga

Option nyingi sana. Hii ni website ambayo inakuruhusu kudownload nyimbo aina yoyote, na huwa wanachukua sana nyimbo kutoka YouTube wanakuingizia kwa mfumo huu, halafu wanakukonvertia hapa, so ndio maana kuna option mbili. kuna MP3 na MP4. Tagusa kwenye MP3, download, ita initialize. Ikisha initialize ta download, lakini kabla hapo ningependa kuwashauri kila unapokuwa unajaribu kufanya kitu kimoja kama unatumia website hii. Ni sahihi sana uone download hii. Na hii option ipatike la kwanza. Ni sana mbili, mbili za kwanza ndio zinakuwa ziko correct. Hapa tutakwenda kudownload kisa. Chabusa download hamisho kwenye new page nyingine. Kwa watu wa iPhone wote katini wa jeza mmejua vizuri unaweza kuswipe hapa ukaclose na kukarudi. Ukirudi kwenye main page yako utakuta link yako hapa imeshakuja, imesha tokea hapa ya download, kisha download. Ukija chini hapa kando kushoto kona hapa utakuta kuna kitu kimeitwa download. Sasa hizi ndio download ambazo nilidownload, iko na jaji jaji kudownload vitu hapa, na mziki wote ndio unaingia baada ya kudownload

Uwa. Karibu tena mdao. Naamini video umeweza kuiona na kuna kitu itakuwa umejifunza kupitia video hii. Kama umeelewa na imeweza kukusaidia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kupata miziki yako aina mbalimbali, unaweza ukasubscribe kwenye channel yetu. Ukaweka ukabonyeza waka alama ya kengele yote ili kuweza kupata updates mbalimbali mbali ambazo zitakusaidia wewe kuenda nasi hatua kwa hatua kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali vya teknolojia kwa njia ya Kiswahili. Karibu tena kwenye channel yetu Nikutakia wakati mwema. Thanks.